Watu wa Mungu karibuni RFK TV online, naitwa Madam Glory Basuta, karibuni katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja, okay. Kabla ya yote usisahau subscribe, comment, like na kushare hii video kwa watu wengine. Mtu wa Mungu, kuna kipindi fulani mtu unatakiwa uweze kubadilisha mazingira. Mabadiliko ni ya muhimu sana katika maisha yetu. Leo nimekuja na somo linalosema hebu toka hapo ulipo kaanzishe maisha sehemu nyingine. Kwa nini nimekuja na mada hii? Nimekuja na mada hii kumekumbuka kipindi hiko wakati marehemu Magufuli anaanza kuhamisha watu kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Mimi nilikuwa na waza sana itakuwaje huko Dodoma, maisha yangu atakuwa vipi? Lakini nilikuwaga na rafiki yangu mmoja anaitwa Maria, sasa hivi ni marehemu, alifariki mwaka juzi. Aliniambia, madam, nienda Dodoma, maisha yako Dodoma yatakuwa mazuri sana, maisha yako Dodoma yatakuwa tofauti kama yalivyo hapa Dar es Salaam. Basi mimi nikawa na waza, je, ni kweli hivi? Ni kweli maisha yangu watakuwa enda kubadilika huko? Basi nikapiga moyo konde na mimi nikakubali kuhamia huko Dodoma. Nilivyofika huko Dodoma, mambo yakabadilika. Ni kweli kabisa, maisha yangu yamebadilika. Maisha yangu yamekuwa mazuri sana huko Dodoma. Maisha yangu yamekuwa sivyo kama vile ambavyo nilikuwa kule Dar es Salaam. Mtu wa Mungu, Mungu, Mungu anaruhusu kwa muda fulani mtu kutoka katika sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa sababu anajua kuwa mafanikio yako yapo kule. Kwa hiyo wewe kama upo sehemu utakapotakiwa kuondoka sehemu hiyo kubadilisha mazingira hayo na kwenda mazingira mengine, hebu usiumie, usikasirike, usihuzunike. Ongea na mungu wako, muulize kwanza. Je, Mungu ni kweli huko ninapoenda maisha yangu yatakuwa mazuri? Je, ninatoka hapa ninaenda kule, je maisha yangu huko yatakuwa mazuri zaidi ya hapa? Mtu wa Mungu, kuna nguvu sana katika mabadiliko. Lakini sisi binadamu wa leo, watu wengi sana tumekuwa tukiogopa mabadiliko. Fikiria hata mtu anayefanya biashara sehemu fulani, ukimwambia umtoe katika eneo lile akafanya biashara sehemu nyingine, utasikia malalamiko atakayoyasema. Anawaza kuwa atapoteza wateja anawaza pia kule ataendaje kuanza biashara yake, wakati alizoea hapa na wateja wake wako maeneo haya. Hata katika kazi mtu utakapomtoa kutoka ofisi ya mkoa fulani, ukisema mpeleke ofisi ya mkoa mwingine, watu wengi wanahuzunika sana, wanawaza sana, wanalalamika sana. Wengine wanafikiria hata hatua ya kuamua sijui niache kazi kabisa ili niendelee na mambo yangu hapa hapa kuliko kuhamia katika mkoa ule mwingine. mtu wam na nguvu katika mabadiliko. Mabadiliko hayaepukiki kama Mungu ameamua yatokee, lakini kuna mda mwingine mabadiliko ya watu tu to, kutokana na roho mbaya, kutokana na mambo mabaya wanaotaka kumfanyia mtu, wanaweza wakasababisha aweze kutolea sehemu moja kutawekwa sehemu zingine. Lakini mtu wa Mungu, nakuambia kama wewe ni mtu wa maombi, kama wewe ni mtu umesimama katika Mungu, hautaweza kufanyishwa hayo mabadiliko ya lazima na watu lakini kama Mungu akiamua hayo mabadiliko yataenda kutokea. Kwa hiyo, mtu wa Mungu, kuna nguvu katika mabadiliko. Unapoona umekaa sehemu fulani mambo yaendi, unapoona unafanya biashara fulani pale haitoki, hebu muulize Mungu, je, hii biashara ni kweli ambayo Mungu unataka niifanye hapa, au unataka niifanye sehemu ingine? Au je, mimi niko hapa nauza sukari, je hii sukari ni biashara yangu? au Mungu nataka niuze kitu kingine. Utakapomuuliza Mungu, na kama wewe ni mtu wa Mungu wa maombi, unakaa Mungu atakujibu. Na tkkeza unaweza ukasema uko Arusha, kule Arusha maisha magumu, unaangaika. Wengine utakuta upo Dar es Salaam, unaangaika upate mchumba upate, unaangaika upate mke au upate. Kumbe mke wako yuko Dodoma, kumbe mke wako yuko Rindi, uko Mtwara na Chingwea. Hebu muulize Mungu, je mimi wapi ambako mafanikio yangu yako? Utakapojua sehemu ambayo mafanikio yako yako na kuambia hatima yako itaenda kutimia huko ambapo Mungu amekupangia. Kwa hiyo using'ang'anie kukaa sehemu moja ukiamini kuwa utakapotoka, utakapobadilisha, utakapofanya mabadiliko kule unapoenda, au utafanikiwa? Hapana, ongea na Mungu wako kwanza, muulize Mungu kama uwezi hata wachungaji wako, hata viongozi wako wa dini, hebu kawashirikishe wakuombee, uweze kujua wa je, kule nitakapoenda mafanikio yangu yatapatikana. Watu, asanteni sana kwa kuwa nangu katika kipindi hiki cha Sauti ya Faraja ambacho kunakuwa kila siku za Jumatatu mpaka Jumaa, kuanzia saa nane kamili mchana. Nakushukuru sana, Mungu akubariki kufariki, lakini usisahau subscribe, comment, like na kushare hii video kwa wengine karibuni. Tena siku ya kesho. Mungu anatupenda.